Hebu tazama nyama hii, ni kama inaashiria bado kuna uhai ndani yake. Lakini je, ni kweli ina uhai ndani yake? Hapana, nyama huonekana kutetemeka kwa sababu ya misuli iliyobaki kuendelea kusisimka hata baada ya wanyama kuuliwa. Hii ni matokeo ya maumbile ya misuli na mifumo ya neva. Hata wanyama wakiwa wametolewa uhai, misuli bado inaweza kutoa mabadiliko madogo ya mwelekeo kutokana na mkondo wa umeme uliosalia ndani ya seli pia tetemo hili dogo la nyama husababishwa na nishati iliyosalia inayofahamika kama ATP. Tetemo hili haliashirii kuwa nyama au mnyama bado yuko hai, bali ni matokeo ya mchakato wa kemikali na umeme kwenye misuli. Wataalamu wa baiolojia na maduka wanashauri nyama hakikisha inapikwa vizuri kabla ya kuliwa. Hivyo basi, wakati ukiona nyama ikitetemeka kwenye bucha, usizani ni ishara ya uhai au uchawi, ni hali ya kibayolojia katika misuli na seli za wanyama. Hebu niambie hapo chini kwenye komenti. Ukiiona namna hii utainunua ama utakimbia?